Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, Ali Kamwe, amekamatwa na jeshi la polisi kutokana na kauli alizozitoa hivi karibuni akiwa mkoani Tabora kabla ya mechi yao dhidi ya Tabora United hapo jana. Kwa mujibu wa RPC wa Tabora Richard Abao Kamwe amekamatwa na kulala mahabusu baada ya kumalizika kwa mchezo wa Yanga zidi ya Tabora United. Chanzo kimeeleza kuwa hiki kimetokana na matamshi yake aliyoyatoa kwa viongozi wa serikali kabla ya mchezo huo uliopigwa jana tarehe 2 Aprili 2025. Ikumbukwe mara baada ya Ali kuwasili mkoani Tabora, alitoa kauli zilizo tafsiriwa ni za kuto kuheshimu mamlaka ya viongozi wa serikali. Sasa tunavyoongea hapa ali Kamwe amekamatwa na jeshi la polisi na yuko maabusu e, kwa kile ambacho kinasadikika kuwa alitoa kauli ambazo sio nzuri kwa viongozi. Sasa nini komenti yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Dondosha komenti yako hapo, usisahau kusubscribe.